Hello good good good news news uh, news wana KHP news. Na tumai mko salama. Na wewe mimi niko uh, salama na so hii ni Kitchener, Kitchener, ambayo nimeamua kuwaleta leo. Najua unaweza na jiuliza kwa nini nimewaleta Kitchener, lakini niko na sababu ya mimi kuweza kuwaleta uh,

Tuendelee kuomba tuendele hi, Zimbabu, msema, Canada, na tuendelee kuwa na nguvu sababu solution itapatikana. Na kitu ambacho kimefanya niweze kuwaleta Kitchener leo, naweza nikasema ni vitu viwili. Jambo la kwanza wana KHP walisema ya kwamba wanataka kujua maeneo tofauti. Unajua, mimi niko hapa kwa ajili yenu Yaani, kile ambacho nyinyi mtaniambia nifanye ndio kile ambacho mimi natakiwa kufanya. Mkiniambia oya, tuoneshe kitu fulani hapo Canada, haijalishi kitakuwa umbali eh, kiasi gani ama ukaribu kiasi gani, lazima nihakikishe ya kwamba ninawapeleka sehemu hiyo na niweze ku kuwaonesha. So, <coughs> Sorry. Yeah. So, sababu ya mimi kuwaleta hapa hiyo ni moja, na jambo la pili ni kuhusu wale ambao kidogo wamekuwa na wasiwasi sababu ya hizo maeneo ambazo kidogo nimewaonyesha zikiwa ni za mashambani kuna wengi ambao wanakuwa na wasiwasi ya hizo maeneo ya kusema kwamba kwamba, eh, ziko mbali kidogo na mahali ambao watu wanaweza wakawa wanaishi, lakini eh, nataka nikuhakikishie ya kwamba haziko mbali sana maeneo ambao watu wanaishi. We, hii ikiwa ni moja kati ya town ambazo eh, ziko karibu sana wenyewe na hizo maeneo ambao mimi nazidi kuwa kuwaonesha, kuwa ambazo nazidi na kuwaonyesha hizo sehemu ambayo nilifanikiwa kupata mashamba sio mbali sana na hii town ambao nawaonyesha siku ya leo. Unaweza ukatembea hapa, unaweza ukakuja kufanya shopping zako hapa na vitu kadhalika. Ni maeneo ambao yani, ni town ambao ni kubwa, na kama unaweza ukaona iko na aina mbalimbali ya watu sana weusi ama ndugu zetu kutoka, e, kutoka bara letu la Afrika ambao kutawapata leo, wengi sana niku, hawa, wako hapa e, Kitchener. Sijasema hivyo sababu kuwa dani, e, pengine ninawajua e, lakini kambini, kupitia dani, mzunguko ambao nimefanya ni hapa ndio kidogo dani, ni umeona wengi na nadhani pia mnaweza ukaangalia uh, kwenye video hii maeneo ambayo inayopitia yeah. Unapata uh, yani, rangi nyeusi ni mingi sana no. Rangi nyeusi ni mingi kila mara ukipita unaona rangi nyeusi vile ni nyingi. Kwa hiyo hatuna wasiwasi ya kuwaonesha maeneo haya, ama nikifanyikiwa kupata eh, kazi mbili tatu karibu na maeneo haya, inaweza ikawa eh, nafasi mzuri sana ama opportunity mzuri sana ambao utakuwa maeneo ya mashambani. Weekend huko mjini, hii ni market ambayo inaitwa uh, Kitchener market hiyo ni Kitchener Market. Na wako pia na basi za abiria kama hizi ambao unaona hapa zile ambazo uh, zinaweza zikakusaidia kuweza kuzunguka mtaani. Unaweza kawa unaenda mjini, unaweza kawa unataka kurudi nyingine uh, maeneo ambao wanaishi na vitu kadhalika, so utakuwa hauna shida kubwa sana na hayo. So hii ndio Kitchener kama vile ambavyo naiona na mimi nikasema, ninapoendelea eh, kushughulikia fursa hizo, najua ni wengi ambao kwenye KHP Canada wanategemea mambo mingi ama mbalimbali mbali, tofauti na kuwaonyesha mtaa tofauti na kuwaonyesha njia za kuja Canada tofauti na kusaidia eh, mambo mbalimbali mbali ama mawili matatu yale ambayo unaweza kuhitaji, ni vizuri uweze pia kujua e, ama kuona maeneo ha maeneo mazuri e, jamaa amefikiri namuonesha yeye akafurahi kuwasalimia wana KHP, sababu anawapenda. So, hii ni Kitchener. Kitchener ni moja kati ya town ambazo e, ni kubwa kidogo, sio ndogo vile, sio ndogo vile, ni kubwa kidogo na iko na maeneo mengi ambayo ni mbali mbali, sio maeneo yote ndio ya karibu s so, leo nataka nikuonyeshe tu kidogo Kitchener, uwe na picha, ijapokuwa uh, sidhani kama nitakuzungusha maeneo yote, ah, a little bit, but I'm a Congolese. Yeah, yeah, maybe just those uh, like greetings. Okay. Yeah. Uh, <laughs> Have you been in? Right. Ah, Swahili. Hata lugha naongea ni Kiswahili bwana. Oh, okay. Asante sana, nafurahi. Yeah. Those are some people from Kitchen. Oh, sorry. Hawa ni ni watu wa Kitchen. Wanataka kunifanya ni... <laughs> nibadilishe <laughs> ulimi wangu <laughs> uh, unajua ukiishi Kanada lazima uwe uh, unajua kizungu itakusaidia, sababu ndio lugha ambayo inaongeleka, lakini huyu ni jamaa ambaye uh, anaweza akawa ametembea kwa maeneo mbalimbali mbali, kama vile Uganda. Kwa, kwa kuniona mimi amenichukua kama, na na na, kama mimi Mganda na ndio maana akaamua kuanza kunisalimia na Kiganda unasema nje bali na nimemjibu, oh, kama vile nimemwambia kwamba mimi sio Mganda. Kwa hiyo unaweza ukawa unajua Kiswahili, ambia hata ndio lugha inaongea kwenye video hii bwana, na wana KHP hapa wanaongea Kiswahili vizuri sana na wanaweza furahi kukusikia ukiongea pia na najua Kiswahili kidogo, na ndio naona alikuwa anasalimia. So hii ni Kitchener, kama vile niliwaambia, na hii ni maeneo mazuri sana ambao uh, saa zingine unaweza pendelea kuja kuishi. Unajua Canada kuna vitu nyingi sana ambazo unaweza ukafanya, na kuna sehemu nyingi nzuri ambazo unaweza ukapendelea kutembea sababu wengi wamekuwa wakisema ya kwamba hizo, eh, sehemu ambazo huwa nawaonyesha ziko na Zikuna, yani eh, building ambazo ni fupi peke yake, kwa hiyo wengi wanakuwa ni kama hawaamini eh, ya kwamba Kana, eh, maeneo ya karibu ama Canada sehemu zingine pia iko na building ambazo ni ndefu, so building ndefu zipo, na na pia eh, jambo lingine ambalo unaweza ukatambua ni kwamba vile ambao Canada imejengwa ni tofauti kidogo, lakini unajua Waafrika wakiwa Canada huwa hawataki kusalimia Waafrika wenzao. Ni wachache sana ambao utapata wako na moyo wa ukaribu wa kukaribia watu, anaweza akakusalimia akuulize wewe ni wa wapi, lakini sio wengi eh. Ndio kidogo hapo. Nitarudi kwa wale ambao walikuwa wanasema ndugu zao wengi wakiwa wamefanyikiwa kwenda mjini, huwa hawaongei hawasalimiani. Na wanakuwa kimya sana, yes. Baadhi yao kuna wale ijapokuwa nimeishi kuwatetea na hivyo hivyo, ndio kuna wale unaweza ukasalimia hata eh, hapa na upate mtu anakunyamaza tu, sio kusema kwamba hajakuelewa anakuelewa, lakini anakunyamaza. Sitaki ah, mazoea Waafrika ah, wanasumbua <laughs> kunakuwa vitu kama hizo, so tunakuwa, mnaelewa tu sababu pia jambo lingine unatakiwa kuelewa ya kwamba watu hawajaumbwa the same. Kuna utofauti kubwa sana ndani yetu, hilo ni jambo ambalo utaelewa. So hii ilikuwa ni street moja ya Kitchener ambao nilikuwa na kuzungusha siku ya leo, inaitwa King, King Street, na kama vile utaelewa siku ya leo King P alikuwa anakuzungusha kwa King Street ya Canada. Kuna pia machokora hapo, naweza nikakuonesha. So hii ukiangalia vizuri kwa karibu vile unaweza ukasoma inaandikwa King Street. Usiseme pengine najaribu kukudanganya sababu mimi ni King P nikakuonesha nikakwambia street inaitwa King Street na inaitwa kitu ingine tofauti. so hiyo ni King Street ambao nilikuwa nakuonesha, ni moja kati ya streets za hapa Kitchener. Ila uh, kama unataka video nyingi kama hizi, na ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, basi kumbuka kusubscribe na pia unaweza uka unaweza ukaniambia Eh, nataka pia kuona maeneo fulani ya Canada nitajitahidi niweze kuonyesha, ama unapenda pia aina ya video kama hizi, sababu kwa imani yangu wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanahitaji kuja Canada, na mimi najua ya kwamba ikiwa ni matumainio yako, Mungu atafungua njia na Canada utaweza kuingia. So kama wewe ni mmoja kati ya wale ambao wanapendelea kuja Kanada na wanataka kuona vitu kama hizi, sababu wakati utafanyikiwa kuingia usiwe mgeni sana, ama uh, vitu nyingi zisiwe kama mpya kwako, uwe unaelewa mambo fulani fulani ambayo inaweza kukusaidia wakati utafanyikiwa kuweza kufika ndani ya nchi hii ya Kanada na uweze kujua jua mambo kadhaa kadhaa ambayo inaweza ikawa pia msaada kwako, so hapo baadaye wakati utafanikiwa kuingia ndani ya nchi hii. So ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe na ukipenda video hii basi usisahau kufinya like hapo yeah. Ama tumia kidude uh, chako hapo ambao kinasema talent. Ulike video hii na Nitashukuru sana yeah, na pia kama kuna aina yoyote ya content yeah, ambayo ungependa yeah, kuona uh, kwenye channel hii jisi huru kunipea title yeah, na kuniambia yeah, kile ambacho yeah, unahitaji mimi niweze kufanya yeah, na kazi yangu yeah. Bado sijaiacha yeah. Yeah, na ninaendelea kukuonesha mitaa za Canada yeah, kukusaidia vile utaweza kuingia ndani ya nchi hii yeah, yeah, yeah, yeah. na Utafuta njia ambazo zitakuwa muhimu kwako. Huyu ilikuwa ni King P ambaye alikuwa anakuongelesha siku ya leo na kutakia uwe na siku njema. Na kama wewe ni mpya, kumbuka kusubscribe.